Na tukielekea katika ulingo wa siasa ni kwamba chama cha ODM kinayataka mashirika ya usalama kuwakamata wafuasi wa mwaniaji mmoja wa uchaguzi mdogo wa Kasipul kwa madai ya kuvuruga mkutano wa amani ulioandaliwa na mwaniaji wa chama hicho, Boyd Were. Chama hicho pia kinaitaka tume ya uchaguzi, IEBC kuhakikisha upo usawa kwenye kinyang'anyiro hicho. Kwingineko, vyama vidogo vya kisiasa vimebuni muungano wa ushirikiano huku vikipinga kile vinachotaja kuwa juhudi za kuvilemaza na kuvisambaratisha. Taarifa ya chama cha ODM ambacho hakikumtaja kwa jina mwaniaji husika kinasema wahuni waliharibu mali na kutishia maisha ya wakazi wakati wa tukio hilo. Chama hicho kinadai wafuasi wa, wa mwaniaji huyo vilevile vile walivuruga mkutano wa uhamasishaji na uwezeshaji wa wanawake na wanaitaka tume ya uchaguzi IEBC na watawala wa serikali kumchukulia hatua. <laughs> Haya yanajiri wakati vijana wanaounga mkono chama hicho wakihimizwa kujisajili kwa wingi kuwa wapiga kura. Eager to participate in shaping Kenya's future through the ballot. Hatutakubali huyo mchezo wa kubeba vijana wengine, kuwatumia kuwabaia pombe ama kuwapatia shilingi mia mbili waende wadunishe vijana wengine. Wale viongozi tuliochagua wafanyie wananchi kazi. Ifikapo wakati wa siasa, kila mmoja ataonyesha mwananchi alichofanya, ndipo achaguliwe mara ya pili. Na kundi la vyama vya kisiasa sasa linaishutumu afisi ya msajili wa vyama vya kisiasa kwa kutumia vijisababu kuvinyima vyama vidogo ufadhili. We resolve to work together to hold each other's hand and make sure that this country will continue having free and fair elections. Vyama hivyo vilitoa kauli hiyo wakati wa uchaguzi wa viongozi wa kamati ya maridhiano ya vyama vya kisiasa ambapo kiongozi wa chama cha National Liberal Party Augustus Muli alichaguliwa kuwa msemaji wao. Walishtumu serikali kwa kile walichotaja kuwa kudumaza siasa ya vyama vingi. We need all the voices to be heard.

Committee. Kwa kuungana kwetu vyenye tumeungana leo, tuna hope, tuna tumaini na tunajua kila chama sana sana, hawa imagine watalindwa na watasimama pamoja.